Msemaji wa muungano wa kitaifa wa wananchi kwa ukombozi wa Kongo. CNPSC inayoongozwa na naye Jenerali William Amuri ya kutumba ameongoza mkutano wa zarani uliofanyika katika tarafa la Fizi kijijini Misisi, akilaani vikali vitendo vya unyanyasaji na mapigano vinavyoendelea baina ya vikundi vya wazalendo katika eneo hilo. Katika mkutano huo uliohudhuriwa na watu kutoka maeneo mbalimbali, msemaji huyo Dalton alisisitiza umuhimu wa umoja na nidhamu miongoni mwa wapiganaji wa wananchi wote wa Fizi. Badala ya kupigana sisi kwa sisi, ni bora kila mmoja ajiorozeshe rasmi na kuelekezwa katika maeneo halali ya mapigano dhidi ya adui wa taifa, alisema Dalton mbele ya umati wa watu. Aliongezea kuwa vizoezi na kizoezi cha barabarani vilivyowekwa na baadhi ya makundi vimekuwa chanzo kikuu cha migogoro, hivyo akatoa wito wa kuvunjwa mara moja kwa vizuizi hivyo, ili kuruhusu wananchi na biashara kuendelea kwa amani. Mkutano huo unakuja baada ya mapigano ya hivi karibuni kati ya vikundi viwili vya wazalendo yaliyosababisha majeruhi kadhaa na hali ya taruki katika maeneo ya Nganja, Lulenge na Lulimba. Dalton ameitisha kwa kuhimiza umoja wa kweli kati ya wazalendo akisisitiza kuwa malengo ya CNPSC ni kulinda raia na kulikomboa taifa, si kugombana ndani kwa ndani. Na tunakuta wengine jeshi humu watu wote hawako wa indisipline parmi vandisipline kunakuokaratisi <coughs> badisipline <coughs> bale vadisipline wenye biko tutatumika navo kazi humu na huu muda ambao tumepewa, ili tuhakikishe amani ya kudumu inadumu hapa mi Misisi. Misisi oye, kuko wabandi. Wabandi wako humu Mumisisi. kama uko bandi, uko unanisikia, kisi niko nasema hapa, sababu tangu jana mpaka leo tunaendelea kukamata wabandi. Tangu jana mpaka leo tuko tunawakamata. Tunataka kumwambia watu hivi kuko wabandia ambao tunakamata wako wanasema, mie niko mtu wa muvuma fula, fulani. <coughs> Na mnamkamata alikuwa na bomoa nyumba ya watu, na mnamkamata alikuwa na iba. Sasa kama mtu anasema kama iko wa muvuma fulani fulani, tumemshika alikuwa anaua mtu, alikuwa anapiga mtu, tuchukua ile muvuma nini? Tusema ile muvuma ni muvuma ya sawa. Yeah, we, bandi ya yeah, bandi <laughs> Ni <laughs> kusema hivi kama uko na mouvema, tukikamata mwizi akisema ni mouvema fulani ndio kwenyewe, mimi natunikata jua mouvema yako itakuwa na problem na problem na movema kuwa mingi mumisisi iko parmi

tunaenda Nyangezi, wengine wako wanatosha watu kule kukia, kuwatia Misisi. Haiko kualika fujo, haiko kualika fujo. Ukezebu mabunduki zenye ziko mubarabara hapa, kama tena minebo hakuna adui. Zile bunduki zingetoka huku kama tena minebo hakuna adui, hakuna adui. tutaikalia chini pamoja na serikali tuangalie kisi tutafanya suppression ya vitu vyenye viko desordone. Munajua kama hii amani tuliipigania, munajua kama sisi tuko na watu ambao walikufa munganja humu, tulizika vijana mamia. Sababu gani tulizika aya wa vijana? Tulikuwa tunatafuta hii amani. Sasa sisi tunaacha huku, tunaenda wapi? Tunaenda Luvungi? Niambie sisi tangu Makobola mpaka Gisi utafika Ruvungi autaona bariere yetu, ndio nibambia habari ya kwamba tangu Makobola mpaka Ruvungi autaona bariere yawonani yetu. Nikusema hivi, wakati tuko kule atukongolake bunga ya mtu na kama sisi tunaishi kule na mamwaedebo ile msaada ya wazazi wetu, tunapenda wazazi huku wabaki na amani na amani. Na kama wazazi wetu wanabaki na amani na sisi kule kwenye tuko, tutakuwa na amani sababu, so hii ni baze yetu, hii ni fief yetu hii ni ni zone hii ni territoire de resistance. Mnajua kama hii ni territoire de résistance. <coughs> pour votre information, sijitape sifanye kingine. Kama atungetokaka huku Fizi wakati vice guverneakia kutubeba, atungetoka huku mapema tuende kule Luvungi. Nakwambia kama hii chatuseme hivi Niko nawaambia mbele ya Mungu kama hatuko hapa, na Mungu wa mbinguni anajua, wakati tulifika Ruvungi M23 bara RDF, walisema basi mambo inaribika ya kutumba na ingia Ruvungi, toucas ce grave, hakuna mwaya wa kupita.